Wizara ya Ujenzi, TANROADS, DART, TAMISEMI, UDART na na na na na na wadau wengine wote wanaohusika, anzeni mara moja, kaeni mara moja, mtengeneze utaratibu wa mpito. Chukueni mageti yale ambayo yalikuwepo ambayo yalikuwa yatumike kwa hiyo shughuli nyingine, wekeni hata kwa hata kwa umbali wa kuruka kituo kimojawapo, ili mweke mageti yale mrejeshe ma maswala ya, ya mawasiliano maswala ya intaneti pamoja na maswala ya umeme, wakiwepo na TANESCO pamoja na maeneo mengine ya ukusanyaji wa mapato. Ndani ya siku kumi tuone hii shughuli ikirejea katika hali yake ya, ya kawaida. Kaeni kuanzia leo muyaratibu Husisheni wadau wote wa kandarasi, husisheni mabenki, husisheni wadau wote kwenye kila eneo ambako mnaona kuna mmoja wapo anahusika. Kaeni pamoja, tupate suluhisho la mpito, wakati tunaandaa suluhisho kurejesha katika utaratibu wake wa kawaida.